Uh, Man City, yeah. Do they have a team player called Baby Top? Yes. Really? Yes. Haaland. It is written there behind. <laughs> Karibu sana. Welcome. Mko salama? Tunashukuru. Ona wewe mwega. You are looking very good. Eh, na ndio mwega. Full of full of energy.

Tusemanie thaithano na nuthu. Yes. Ulilalaje? Mimi ni malala mzuri na shukuru Mungu ni mwema amenilinda. <laughs> Hata mimi ni kwa mwema. Naamka buheri wa afya. Nafurahi kukuona, pia wewe buheri wa afya. Hata mimi nimefurahi. <laughs> Yes. Eh. Ndakeranirwe boru watu inera rwati nganga Catholic Church. Yes. Yes. Na gage kena nyo ndo ohoro cio. Amen. The magakuria, Our Lady of Rosary Catholic uh, Parish kuria Ridgeways. Ridgeways. Ridgeways. Eh, ndwekana gerie ngethie kuria kuma githogoro

Age koke kai wane aku wane rui. Uh, Ithio tugathi kumwetha na kuria rui rumite Watoro wa Mother. <laughs> <laughs> <laughs> hey. Watoro wa Mother uh, is the only person. Tugathie gwe

Mm, very emotional. Uh, very emotional. Right right kabisa. Sinema yenyewe tunakuandalia mm. All the way from ukipenda zaidi sinema mm. Imeandaliwa kutoka Moranga <laughs> <Gasharage. laughs> Starring kwenye sinema ukipenda zaidi ni mtumishi wa Mungu <laughs> Gai. <laughs> Evangelist mwenyewe ukipenda zaidi tunampata kwa Kameme itaha ria moyo. Ah, ah, ah, ah. sinema yenyewe ni very emotional. Very emotional, wacha kucheka <laughs> mtazamaji, msikilizaji mm -mm, mm -mm. kidogo tunamuona pale ukipenda zaidi kulikuwa mm. na mazishi upande huo. Oh no, yeah wa watu, watu wa ambao walifariki upande wa Nakuru mm. moja kwa moja ama unu kipenda zaidi mm. Evangelist mm. akapanda gari lake moja kwa moja kapiga nyoka nyoka hadi Gasharage ululo yaye makosa mm. kakaa chini na kusikiza. Kumbuka alikuwa ametaja haya maneno kwa redio mm. akiwapa pole mm. kufika kule akapatiwa chance mm. ama akaitwa mm. na MC ukipenda zaidi mm. aende asalimiane mm lakini ukipenda zaidi naye kimoda kimoda mwenyewe mm. ambaye sasa ni mkubwa wa eneo hizo mm. ukipenda zaidi askofu <laughs> askofu mm. wa eneo hiyo mm. kanisa ni la sk <laughs> aitwa kara kara something kara something nikipata ndakwambia kara noyo kitu kama hiyo eh, mm, kara, eh, kara noyo yeah na something something eh. Kidogo wakati alimuona ameitwa pale na MC eh. Akasimama eh. Na kusema hapana hapana, asiongee hata ongea hapa kwa nini? eh. Hapa sio Kameme. <laughs> <laughs> Kameme imefanya nini? Makosa iko wapi Kameme? Eh, inapiga wanasiasa wa Mrang'a <laughs> Makosa. makosa. na hapo, ati Kameme pia inaingilia serikali na kuichekelea sana <laughs> akamwambia hapana.

akamwambia hapa si Kameme, hapa si Kameme hapa uwezi ongea na sipewe kipasa. Ni gasharage ama ilikuwa ni SK kule, ni gasharage <laughs> makosa. Akamwambia watu wakaanza kupiga kelele <coughs> haiya, evangelist akaona hataki kuleta issue oh, oh. hataki maneno mingi, maskini maskini wetu oh. Kumbuka MCA pia alikuwa amemwalika kwa moyo mkunjufu, akamwambia mama, mama, mimi <coughs> <Nini> kama evangelist <coughs> mimi kama evangelist simemwona nimempatia mkono kabisa, mkono nikatamburukia mkono wangu, akatamburukia mkono, askofu akakataa. <laughs> <Bishop Ubonoko. laughs> <laughs> <laughs>

kuma mucii munene wa kenya nairobi ni mohoro ma kameme kayu ka muingi arari kuna macabia na mararenga ika ikumi na ithatu <laughs>